Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza ukamilishwaji wa shule zinazotoa elimu ya sekondari mkondo wa amali nchini ili kuwezesha wanafunzi kuanza masomo mwezi Januari 2026. Rais Samia ametoa agizo hilo wakati akiweka jiwe la msingi Shule ya Sekondari mwa Mapalala mkondo wa amali kwa niaba ya shule 26 zinazojengwa kote nchini. Lakini sasa tumeamua kubadilisha mwelekeo kiasi kwamba mtoto akimaliza kidato cha nne ana ujuzi unaomfanya aweze kujiajiri au kuajiriwa. Na kwa maana hiyo, ndio serikali tumeamua kujenga shule za aina hii, shule za amali, lakini pia shule za ufundi. Shule za amali ni zile zinazompa mtoto ujuzi wa kwenda kujiajiri, wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri. Shule ya ufundi inamfanya awe stadi, sasa anajua yeye nipigwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi, na shule hii ya Itilima inawasilisha au inawakilisha shule nyingine nyingi ambazo tumezijenga ndani ya Tanzania yote, na leo nimeweka jiwe hili la msingi hapa Itilima kwa niaba ya zote ambazo zinaendelea na ujenzi, na nika nitafungua kwa niaba ya zote zilizomaliza kujengwa. Shukrani zangu ni kwa kontrakta aliyepewa kazi, naona anaenda vizuri na nimtake amalize shule hii kwa wakati kwa sababu Januari tunategemea vijana wetu waingie hapa. Waziri wa Nchi wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda wanatoa taarifa za ujenzi na programu za shule hizo Maraisi. Mradi huu ulitoa mwenyewe, ikiwa ni dhamira yako na ndoto yako, takriban shilingi bilioni 41.6. Fedha hizi zimekwenda kote nchini, mikoa yote nchini 26 zimepokea fedha hizi tayari. Kwa maelekezo yako na kwa kushirikiana na wenzetu wa TAMISEMI na wizara ya fedha, tumetumia debt swap na Urusi. Tuna takribani shilingi bilioni 40 zitatumika kuleta vifaa na tunaamini kwa hizi shule ambazo zimeshajengwa sasa hivi tunaweza tukaweka vifaa, ili ndio zetu ni kwamba mwezi Januari form one wanapoenda kusoma waweze kuanza kusoma tukiwa na vifaa na walimu. Rais Samia yupo mkoani Simiyu kwa ziara ya kikazi ambapo itahitimishwa tarehe kumi na tisa Juni hii.